Vipi wanachuoni wanachukulia hukumu ya kuingia kwenye mabunge kama haya? Hmm. Hapa tukiangalia uhalisia wa kauli za wanachuoni, kuna ambao wamegawanyika, wame katika, katika hawa wanachuoni wetu wa Ahlus Sunnah ndo tunazungumza katika masala haya, wanasema kweli haifai. Hmm. Na kuna wengine wanasema haifai kuingia mutlaka, haifai kabisa. Ukiingia wewe utakwenda kufanya ushirikina huko, unaona eh? Mm. Na ukiangalia kweli, kwa sababu unakwenda kujisuta mwenyewe. Ukiingia wewe ni mbunge, siku ya kwanza wananza kuapishwa kwa jina la Jamhuri, Jamhuri, halafu umeshika na msaafu, unakusuta sasa eh? kwamba mimi nitatii mamlaka yote yaliyokuwepo hapa yaani huku unasema... <laughs> unasema sheria za nchi kile ambacho kiko kinyume na ule usafi kinyume, eh, kinyume. <laughs> sasa kuna namna ya unafiki unaujenga hapa. <laughs> Kile unachokiamini wewe sicho hicho unacho. <laughs> Ndio. <laughs> Watu wakasema ah, ah, hii itakuwa ni adhabu kali. mm. Haifai, haifai. mm. Kuna wengine wamesema kutokana na uhalisia kwamba ndio tumefaradhishiwa katika nchi zetu hizi Eh, mambo ya demokrasi kwa sababu hata ukiangalia katiba nyingi za ulimwengu mm. isipokuwa zile za kifalme. Ndiyo. zataja kabisa mm. naona nchi hii itaendeshwa kwa misingi ya demokrasi. Kabisa. halafu pia katika kupiga vita dini nchi inaambua hii ni ya sekula kwamba haitambui kabisa swala la dini kama Tanzania. Halafu jingine katika kudhibiti sasa ndo tutashangaa hii demokrasi gani? mm kwamba huruhusiwi si nani? Katika demokrasi waambwa kuwe na vyama vingi vya kisiasa Ndiyo. uwe una uhuru mm. lakini wameweka kipengele, nimesahau kinukuu kwenye katiba mm. kwamba hutoruhusiwa kuanzisha chama chenye mrengo wa kidini. Wakati inaruhusiwa vyama, vyama vyaruhusiwa <laughs> na hao waliotuletea hili huko kwao vipo vyama vya dini eh. Mfano Ujerumani mm. Ujerumani kuna chama kinaitwa Christian nini, sijuipati mm. ambao wana uhusiano mkubwa na Chadema, ndo utakuta viongozi wa Chadema mara kwa mara we. Sasa hawa walioiasisi hii hii hii sera ya ya, ya demokrasi, mbona huku kwetu watufunga huku haipo, lakini kule, kule ipo mm. unaona kwa hiyo sasa kwa misingi hii ndio wale wanachuoni wa mwanzo wamesema haifai kabisa. Sasa wengine wanasema wametumia kaida ya e, irtikabu akhafu dhararaini mm -hmm. au, au, au kaida tu maslaha. Ndio. kwamba sasa kama sisi hatuendi kabisa kule ndani mabunge, kutaletwa shari nyingi sasa, na zitakuwa zitakabiliana na sisi, angalau <laughs> kuwe na watu wenye uelewa wa Uislamu wende wakazuie hizo shari tupate shari nafuu <laughs> <laughs> <No>, na, <laughs> na hii ni kauli za wanachuoni wakubwa, tusione mm. kwamba eti haya maneno yameletwa wa na wanaharakati mm. au maekhwani wanaingia ah, katika wanachuoni wakubwa waliohalalisha hili mm. kwa msingi huu Zio. ni mwanachuoni Shekh Muhammad Nasiruddin Albani mm kama ikiwa si kama ameruhusu hivi, ah, lengo liwe kama mnakwenda kuzuia shari, ndivyo hivyo. Hivyo Sheikh Muhammad Saleh Al Uthaymeen kazungumza hivyo mm, na kuna wanachuoni wengi wameona kwamba kwa hali kama hii nafaa mm, ila sisi msimamo wetu tumeshika ule msimamo wa kwamba haifai mm, na hii hasa kutokana na hali iliyojitokeza huko nyuma, kulikuwa na ukhasama mkubwa wa vyama na huko mpaka leo kabisa lakini, kipindi kile ilipokuwa chama cha kafu kikanasibishwa na Waislamu ah, ikawa baasa. vita vikubwa sana sasa, ndani ya safu yetu ukawa kuna watu wanajinasibisha na kafu wengine wajini, ukaanza zile chokochoko choko na fitna zikaingia, tukaona ndio maslaha yetu sisi tuwe kama askari polisi, polisi waruhusi kuingia kwenye siasa eh? au wale watendaji wakubwa mm wa nchi hawarusi hawa kwenye kuingia mm. Kwa hiyo hii ikawa ndio sera yetu mpaka na katiba yetu mm. Unaona, tumejishughulisha totali na kuelimisha. Tumegundua kwamba elimu ndiyo ambayo itaweza kuondoa matatizo yote mm. Wala Uislamu hakatazi kuja kwenye msimamo huu wa pili Aa, sisi twasema ni ijtihadi wanachuoni mm. Tofauti na hawa vijana wa kileo wanajiita masalafi mm. Kwamba mtu akichukua mmoja ya rai ya hii masala ya ijtihadi, kwa mfano akasema mimi wacha nimfuate Sheikh Albani juu hili, niingie niwe mbunge wao, ukiingia wakupa red card, sisi bista, twasema aa, hatumkufurishi huyu mtu mpaka moyo wake uhalalishe yale aliyoyafanya mm. Kwamba mimi ninakwenda kuingia bunge ni kwa sababu hizi sheria tutakazotunga bungeni ni bora kuliko sheria zilizomo ndani ya Qur'an, huyo ah, amekufuru. Huyo kafiri <laughs> lakini wewe ndio unasema wasema, ah, mimi nakwenda kutafuta dhara nafuu mm. Unaona, tukwambie wewe bado Muislamu mm. Labda tukupe majina tu kwamba we mnafiki, utakuwaje we hivi, mnafiki wa matendo sio? E, mnafiki wa imani na siasa. Kwa hiyo sisi, ndio maana utakuta kuna baadhi ya wanasuna wenzetu wamejiingiza kwenye ma, mabala haya mm, lakini sisi hatujawapa red card kwamba hamu hamu kwamba hamu hamu hamu ah. Unaona, tunayakemea, tunajaribu kuwaambia, lakini mtu akisema ah, mimi nimechukua msimamo wa Sheikh Albani Unaona, basi ni jitihada hiyo mm, mm. Kwa hiyo asiseme huyu ndugu yetu muulizaji kwamba eti mimi tufanyeje sasa tuingie? <laughs> ah, ah, msiingie <laughs> kwa msimamo wetu. Kwa nini? Nyinyi kweli mnao uwezo wa elimu ya dini ya kwenda kupambana nani? A, mi nakumbuka kuna marehemu Sheikh Mikdadi mm. Amemaliza Madina aliingia na siasa hiyo hiyo kwamba mi nakwenda kusaidia Waislamu huko. Nikueleze kisa kilichotokea bungeni <laughs> ndio wakati umeingia ugonjwa ukimwi unaona? Mm. Kawa dunia yote imeingia balaa Mm. Yeye, yeah, akasimama bungeni wanamjua shekhe huyo. Ndio kwa nini sisi Tanzania tusiende tukachukua mfano wa baadhi ya nchi ambazo hazina ukimwi kwa sababu nshekhe, watu washamjua. Safi kabisa, aelekea wapi huyu bwana? <laughs> <laughs> alivyokwenda <laughs> kutaja Saudi Arabia alizomewa, inna lillahi. Yani bunge zima katumikia nani? Bunge miaka mitano katoka, sa wallahi huwezi kupata chochote, utajidanganya. Kafariki, Mungu amrehemu maskini, subhanallah mm, lakini sasa wangapi waliingia wameharibikiwa An angalia, Algeria walikamata wao bunge kwa wingi wa wanachama wa kile chama chao kile jaba, jaba nini sijui anaita mm. ambao walifanya kampeni za juu kwa kutumia Uislamu kikaingia eh, kikaingia kilichukua hata wiki mbili pinduliwa pindu tiwa pindu. ndani <laughs> jeshi limekamata Subhanallah. Eh, kwa hiyo ni, ni, ni kujidanganya wameingia baadhi ya nchi, kwa mfano kama Kuwait, pia kuna jumuiya, kuna, kuna chama cha Waislamu na nini, lakini athari zao ndogo sana. Ukishaingia kwenye mtego, kwenye uwanja wa mapambano ambapo misingi yake tayari imeshakuwa dhaifu au mibaya mibovu, ni ngumu sana ngumu sana. Tuombe mola tuongoze katika njia iliyonyoka amina, tupate sulhu za kweli na amani, ndio kitu kikubwa. Sasa naona sasa demokrasi, tuliambiwa eti Kenya wameshapata demokrasi na katiba mpya, lakini vurugu zilizotokea na vifo ah, kulinganisha na nchi yetu inayotuhumiwa kwamba haina demokrasi <laughs> si hapa ndio mahala pa kukimbilia watu wote, sheikh kabisa Tuna Warundi, tuna Warwanda wamekimbia vita, tuna Wakongo wamekimbia vita. Kila nchi ikipata matatizo na kuja haya. Sasa sasa sasa, kama hii ndio ubovu wa demokrasi, ndio vizuri basi <laughs> bora heri. Sasa demokrasi hii ndio kwa Kenya kwamba mtu asema anavyotaka, hata matusi pia ni demokrasi. Ah, huo mtihani sasa. Juzi wamemtukana mama yetu maskini ah, kabisa. Watumia ile ai nini siyo ile Intelligence nini wanatengeneza, wana, wana, wana mm, wana wana picha naonekana ni mtu kweli sura yake, lakini huku wanamtia mara sura ya mnyama, mara sijui mwanamke mjamzito, mara matusi mm. ya udhalili kabisa. kwa Kenya na sheria za nchi yao, ni jambo la sasa wanafanya mpaka kwa viongozi wao. Kweli tutaendesha nchi katika hali namna hii? Hapana mm. Sikupenda kuingia sana huko kwenye mambo ya siasa, ilikuwa ni kumpa tu bwana kwamba mm. hakunielewa sawa sawa, nafikiri sasa mm. mm. mm. mm. atakuwa ameni